Siku utakapoona thawabu za subira yako, utamani ungekuwa mvumilivu zaidi. Kuna mambo mengi tunayapitia duniani ambayo mara nyingi hatuyaelewi: maumivu, huzuni, kupoteza tunachokipenda, kukosa tunachokiombea, au kuchelewa kwa jambo tunalotamani sana. Wakati mwingine moyo unachoka na nafsi inajiuliza, kwa nini haya yote yananitokea? Lakini wakati huo huo, ndani ya subira, kuna siri kubwa siri ambayo Allah anaiweka kwa waja wake ili awapandishe daraja, awasafishe, na awapindishe kuelekea kheri zaidi. Subra ni zawadi, lakini ni zawadi inayokuja kwa majaribu. Huwezi kuitwaa bila kuvuka changamoto. Huwezi kuijua thamani yake mpaka pale utakaposimama mbele ya mola wako, siku ambayo kila jicho litashuhudia matendo yake na kila moyo utajionea matokeo ya subira yake mwenyewe. Fikiria siku hiyo Siku ambayo mizani itawekwa, siku ambayo kila subira yako, hata ile ndogo kabisa, itawekwa mbele yako kama nuru, kama malipo na kama daraja zinazopeleka peponi. Subra ya kukataa haramu, subra ya kuvumilia maumivu ambayo hujamwambia mtu yoyote, subra ya kuendelea kuswali hata ulipokuwa umechoka, subra ya kuvumilia kauli mbaya, kuendelea kuwa mwema na kutomdhuru mtu yoyote, na zaidi ya yote subra ya kuamini kuwa Allah anaona, anasikia na anajua kinachopita moyoni mwako. Na wakati thawabu hizi zinawekwa mbele yako utagundua jambo moja: kila kilichokuumiza duniani kilikuwa na thamani kubwa kuliko ulivyowahi kufikiri. Kila kilichokuchelewesha, Allah alipanga kwa busara. Kila kilichokuumiza kiliandikwa kwa rehma na kila machozi yaliyodondoka hayakuanguka bure wala kupotea mbele ya Mola wako. Hapo ndipo utatamani jambo moja tu, laiti ningekuwa mvumilivu zaidi, laiti nisingekata tamaa, laiti ningemwamini Allah kwa ukamilifu zaidi, kwa sababu thawabu za subira ni kubwa kuliko miili yetu, akili zetu, na matarajio yetu ni thawabu zinazobadilisha huzuni kuwa nuru na maumivu kuwa malipo yasiyo na mwisho. Leo huioni thawabu hizo, lakini kila unachokipitia sasa kinaandikwa, kila unachobeba moyoni kinajulikana, kila unachostahimili kina thamani kubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Kwa hivyo, endelea, vumilia. Subira yako haitapotea. Siku itakuja